Katika mji wa Beni mashariki mwa DRC, mamia ya wahanga wa mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa dawa na wahudumu wa afya. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema zaidi ya vituo mia mbili vya afya havina dawa. Amani Habimana ni mkaazi wa Ruke aliyejeruhiwa kwa risasi alipokuwa akijaribu kuvuka daraja wakati wa mapigano kati ya waasi wa M23 na kundi la Wazalendo. Basi tulikuwa tunaenda musoko kuenda musoko, tukakutana iko vasoda vahapa vahemufentrua vake vaketwambia, venye viko vanatoka kwa ase vatavapigia kule, tuko tunarudia. Kumbe vasoda vazalendo valienda vatangulia ase vapigane. Habimana anasema alihamishwa kutoka hospitali moja hadi nyingine bila kupata matibabu sahihi kutokana na ukosefu wa madaktari na dawa. Kwa ile hospitali ya Ngururu wakesema, se si hawataniweza, wakaambia mama akeita akeita, ule muganga wa kule kimua, akeita muomba mwenye na kuaka kimua, akesema se si vanilete kimua kwenye hiko watanitunzia kule, kumufika ko yakekutana hii mfupa yote yau Aii, mugulu yote hii ilishavunjika yote, nao hawataniwezi. Kambale Viriko, mkazi wa Kasugho, naye alipigwa risasi akiwa nyumbani kwake. Safari yake kutafuta matibabu kutoka Kasugho hadi Beni ilimchukua wiki moja. Nilikuwa kishafika Kaingu na enteretrande, waganga wakaniswanyi, wakafunga na kidonda, walikuwa kishafunga kidonda, ulikuwa kisha kuchi, wakanipatia baruha ya kunitransferi wapi, Lubero pale, wakanitunjia tu pale njoo valikuwa kisha nitunja vakaona havana ngufu ya kuweza kutunja kidonda kia masasi. Njo akanitumaka wapi Beni na nimefana na pale munjaa, kutoka kasomu mpaka Beni nilifaaka juma moya. Samson Muhindo Kalumbi ni mratibu wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC, katika hospitali ya rufaa ya Beni. Anasema wagonjwa wengi hufika wakiwa na majeraha yaliyooza kwa sababu ya kuchelewa kupata huduma. Wagonjwa wengi hufika wakiwa na mifupa iliyovunjika kwa sababu ya muda mrefu wanaotumia kufika Beni. Majeraha hayo mara nyingi huwa yameambukizwa. hii inawalazimisha madaktari wa upasuaji kufanya ukataji wa viungo ili kuokoa maisha, lakini tunapoteza viungo vingi kutokana na umbali na kuchelewa kupata huduma. Uh, dharive, on, swe, on, kwa mujibu wa ICRC, hali ya huduma za afya mashariki mwa Kongo imefikia kiwango cha hatari, huku magonjwa kama malaria, kifua kikuu na virusi vya ukimwi yakiachwa bila matibabu. Shirika hilo linaomba wafanyakazi wa afya waruhusiwe kusafiri kwa usalama katika maeneo ya mapigano.